Mwanaume anatamani, mwanamke anapenda. Sijajua kama hapo tunaweza tukawa tuko sahihi e, wabo watu wa, wanaoelewa maya masuala watanielewa vizuri. Mwanamke mpaka aamue kuja kwako, yani mwanamke mpaka sasa, kuna vitu vingine ni vya kuongela vidavi. Mwanamke mpaka aamue kwamba sasa mimi naenda kwa mtu fulani, atoe utu wake, maanake ni kwamba amesha kuridhia amekupenda, na ndio maana amekuja kufanya hivo. Sahihi mwanaume na ndio maana asilimia kubwa ya wanaume fatilia, unaweza ukachiti na mtu sasa hivi. And then baada ya dakika tano, ukirudi unasema if mimi, ilikuwaje? ni tamaa ilikupeleka pale, sio kwamba ulipenda, ni tamaa ilikupeleka pale. Mwanamke hafanyi kwa tamaa, anaongozwa na hisia, anaongozwa na hisia. mm-hmm. Ko, ili mpaka hisia uh, zake zipeleke kwamba kweli naenda kwa huyu mtu, maana yake ni kwamba amedhamiria kutoka moyoni. Si unanielewa. Kwa hapo nadhani unaweza tu ukanielewa, uh, kati ya mwanamke na mwanaume yupi ni rahisi kuchiti? Ndio maana mwanaume anaweza akakutana na mwanamke hapa akamwona yule pale na akamtamani kabisa, ila kishakutana naye tu dakika kumi, nyingi anajiuza hivi pale na penye hivi, ni hivi nilikuwa nataka nini. Sijui kama unanielewa vizuri, naona mambo na hapo hapo na akili yake itarudi, yeah. kwa mwanamke wake na kayuza, yani, yani. Yaani pale ya, si unanielewa vipi? Anaanza kujishtukia, kwa sababu ni hulka yake imeumbwa hivyo tu.